Rais wa Ukraini, Volodymyr Zelensky amesema tangu Russia itangaze kuanza uvamizi wake nchini Ukraini Februari 2022, imetekeleza matukio laki moja na themanini na tatu ya uhalifu wa kivita huku akiiomba jumuiya ya kimataifa kuiwajibisha. Zelensky alitoa kauli hiyo katika mkutano na maofisa wa Ulaya mjini Bucha, kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Ukraini, Kyiv, ambako wanajeshi wa Russia wamekuwa wakishutumiwa kwa ukatili ikiwemo mauaji ubakaji na kutesa raia wakati wa utekelezaji wa operesheni zake. Russia haijatoa majibu yoyote kuhusiana na tuhuma hizo ilipoulizwa na Shirika la Habari la Reuters kuhusu kauli hiyo ya Zelensky. Hata hivyo, imekuwa ikikanusha kwamba wanajeshi wake wamefanya ukatili wowote wa na inasema Magharibi badala yake imekuwa ikifumbia macho uhalifu unaotekelezwa na Ukraine, madai ambayo pia Ukraine inayapinga Nanugu. Zaidi ya uhalifu laki moja na themanini na tatu unaohusiana na uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine umerekodiwa rasmi, Zelensky alisema katika kumbukumbu kumbu ya miaka mitatu tangu wanajeshi wa Russia walipofukuzwa mjini Bucha nchini humo. Aliongeza kuwa idadi hiyo iliyorekodiwa na Ukraine tangu uvamizi wa Februari 2022 haijumuishi sehemu kubwa ya ardhi ya Ukraine ambayo Russia bado inaikalia. Na nukuu Tunahitaji sheria za kimataifa zenye ufanisi ili kufanikisha na kuhakikisha ulinzi wa watu wetu na jamii yote ya Ulaya dhidi ya vitisho vya aina hii. Haki lazima itendeke ili kuzuia uovu kuenea. Shinikizo dhidi ya Russia na vikwazo vyake ni muhimu kuhakikisha kwamba vita na uhalifu havisambai zaidi, amesema Zelensky. Mwisho wa kunukuu. Idadi kubwa ya kesi za uhalifu wa kivita dhidi ya Russia zinachunguzwa na Ukraine na kushtakiwa ndani ya nchi. Hata hivyo, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa ICC huko The Hague ambayo Ukraine ilijiunga nayo rasmi mwaka huu, pia imeendesha uchunguzi kuhusu kesi kubwa. Marekani na Russia hazitambui mamlaka ya mahakama hiyo, na Rais wa Marekani Donald Trump ametoa idhini ya vikwazo vya kiuchumi na usafiri dhidi ya mahakama hiyo kwa sababu ya uchunguzi wake dhidi ya raia wa Marekani ama washirika wa, wa Marekani. Kufungiwa kwa ufadhili wa nje na Marekani pia kumeathiri juhudi za kimataifa za kushikilia Russia kuwajibika kwa uhalifu wa kivita kwa kupunguza misaada iliyotoa utaalamu na uangalizi kwa mamlaka za Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Ukraine alionyesha matumaini ya tahadhari mwezi uliopita kwamba vikwazo vya ICC havitaathiri uchunguzi unaohusiana na uchunguzi wa matukio ya uhalifu wa kivita dhidi ya Ukraine. ICC imetoa hati ya kukamatwa kwa rais wa Russia Vladimir Putin kwa madai ya kuwahamisha watoto wa Ukraine kwa nguvu, hatua ambayo Moscow imetupilia mbali kama madai yasiyo na msingi wa kisheria. Zelensky, akiwa na mkewe Olena Zelenska na maofisa wa Ulaya, walitembelea na waliwaheshimu waathiriwa wa uvamizi wa Russia wa mwezi mmoja mjini Bucha mwaka 2022. Wanajeshi wa Russia waliondoka wakiacha miili mitaani walipotoroka kitongoji hicho cha Ukraini wakati wa kurudi nyuma kwa vikosi vyao kutoka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa kaimu mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine, Oleksiy Khomenko, vikosi vya Russia vilifanya zaidi ya matukio ya uhalifu ya kivita 9000 katika eneo la Bucha, ikiwa ni pamoja na mauaji 1800 Komenko alisema siku ya Jumatatu kwamba mamlaka za Ukraini hadi sasa zimefungulia mashtaka ya watu 178 na kuwahukumu takribani watu 21. Alisema Kivu inaendelea kushirikiana na ICC na nyingine 25, zinazofanya uchunguzi wa kujitegemea nanukuu, Ukraini haitasimama katika njia ya kuwafikisha wahusika mbele ya haki, alisema Komenko, mwisho wa kunuku. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.